wa kuamini kwako na ushuhuda wako na kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa kuamini kwako na ushuhuda wako na kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hecho <tipi> kwa kuamini kwako na ushuhuda wako na kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Uliana, kwa kuamini kwako na ushuhuda wako na kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu pendo wa kuamini kwako na ushuhuda wako na kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kuamini kwako na ushuhuda wako na kubatiza kwa jina la Baba